Haya ni kwa mujibu wa msaidizi wa naibu kamishna mjini Webuye Samson Busalire alipohutubia baraza la umma katika soko ya Dina, anayesema vituo vya kuuzia pombe vinatumika kama maficho ya wahalifu, akitaka wakazi kazi kushirikiana na polisi ili kuwatia mbaroni wahusikagea kabisa na mambo ya pombe. Kuna mama mwingine hapa alifanya mchezo, mkafanya kazi mzuri sana nataka raja hata sisi tukifanya reiti, pia nyinyi muamuke, vile mliamkia huyo mama na mkamuonyesha leso, akafikiria hako na pesa, mkasema lazima mnataka tumuone kortini. Sikiri kama hako ama alienda, alienda hako ndani ta, tena tutamutembelea kama anaendelea Mwamke tu na tukanyake hiyo vitu, awezi beba kiuno, ati yeye ako na pesa. Kamishina huyo pia ametahadharisha wazazi wanaoruhusu watoto kufanya biashara ya uchuzi katika soko la Dina, akitaka machifu na manaibu wao kuwatia nguvuni watoto hao na wazazi wao, ili hatua wa za kisheria zichukuliwe. Mambo ya masomo, wamesema watoto waende shule, na kuna watoto wanarandaranda hapa sokoni wengi wakati wa kuenda shuleni. Kama ni mtoto wako anapatikana hapa, manichief, nataka tufanye kampeni ya kufanya patroli hapa kuanzia next week. Mtoto asipatikane wakati wa kuenda shule akiwa hapa nashunguka. OCS wa Webuye magharibi Michael Orita akizungumza kwenye hafla hiyo ametaka wakazi kushirikiana na polisi ili kukabiliana na visa vya utovu wa usalama. Nataka kusikia siku moja nimeitwa kama tushashika ndio hii pombe na watu tuko hapa mkujie. Kwa sababu, mm, kwa sababu ni mingi. Kila mtu anasema iko hapa lakini sasa si nyinyi mjitokeze kama wale wanakaa hapo na mseme hii itaisha. Isiwai uzo hapa. Unafikiri ataendelea? Lakini kwa sababu mnakubali na hii ndio wateja ndio wanaendelea na hata hata zaidi. So security vile tulisema starts with you and me. Mahali tunakaa nimeelezewa vizuri kwamba kuna mwenye amewaeleza jinsi ya security inaangaliwa, inaanza na wewe. Angalia nyumba yako, duka yako, unafunga vizuri, boma yako una fence vizuri, umeandika watchman, umeweka light ya so that mahali tunakuja tunaingilia sisi ni ku kuongeza tu nguvu, tuzidi kushirikiana. Niliwapea namba yangu na bado naisema, kukiwa na issue, wewe kuwa free kukuja ofisi kwa free, kupiga simu tuambie, hiki na hiki kinafanyika papa hapa. Sisi tutakuja na tutasaidiana kuhakikisha usalama upo. Mko tayari et...? Nikiripotia runinga Tandao kutoka Webuye, jina langu Nelson Mianzi.